Mtume alaihi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Leo tupo na kikao chetu cha sita, kikao ambacho kinasema, kikao chetu cha saba taujihatuhu Sallallahu alaihi wasalama bijtinabi almufatirati au almuftirati, mwelekezo wa mtume alaihi salatu wassalam kunako kujiepusha au kujiweka mbali na vitu vinavyo haribu swaumu. Anasema mtunzi wa kitabu kwamba Allah kasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, kuleni na mnywe hadi pale utakapokubainikieni uzi mweupe kunako uzi mweusi wakati wa alfajiri. Bimaana huzi mweupe wanakusudia alfajiri ya pili, alfajiru sadiq, na huzi mweusi wanakusudia alfajiri ya kwanza bimaana alfajiru lkadhib. Huyu huzi mweupe ambayo ndio alfajiri ya ukweli, bimaana ndio wakati wa mtu kujiziwia kila kitu ambacho kinaharibu swaumu na huyu uzi mweusi bi maana ni wakati unakuwa bado ungaliki, mtu unaweza ukaendelea kutumia vyako vya kutumia mpaka pale takapobainika alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kwa nini kaleta hii aya? Hii aya mtunza ameitumia kutuonesha wakati ambao inabidi muislamu ujiweke mbali na vitu vyenye kuharibu swaumu, ambapo ni mchana mzima kuanzia mwanzo wa alfajiri ya ukweli mpaka kuzama kwa jua. Ujiweke mbali na kila kitu ambacho chaweza haribu swaumu. Akastadilna hadithi ya Shaddad ibn Aus akisema marartu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi 18 khalat min ramadana kwamba nimepita pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, e, tariki kumi na nane za Ramadhani. Fa absara rajula yahtajimu, akamwona kijana mmoja iko anafanya hijama, ku kuumikwa ku kuumikwa, kuondolewa damu chafu Faqala rasulullah, mtume alaihi salatu wassalam akasema, aftara alhajimu walmahjumu, amifuturu huyu mwenye kufanya kitendo hiki cha kumtoa mwenzake damu chafu na huyu anayetolewa damu pia anayekafuturu. Hadithi amepokea Imamu Addarimi, ni hadithi iliyokuwa sahihi Kile ambacho kinachozungumziwa aidha kinachokusudiwa ndani ya hadithi tutakiona a, hapo mbele kidogo, au kwa hayo kwa haya ambayo yanayokwenda kufuatia. Kwa hiyo ndugu zangu, au ndugu yangu mja mwema, tajannabi lmuftirati fi Ramadhana, jiweke mbali na vitu vyenye kuharibu swaumu ndani ya Ramadhani. Wa fi kulli sawmin tasumuhu, pia so Ramadhani tu, kwenye kila saumu ambao nayoswaumu, jiweke mbali na vitu vyote ambavyo vinaharibu swaumu, iwe swaumu ya faradhi iwe swaumu ya sunna, jiweke mbali na vitu vyenye kuharibu swaumu. Lakini ihtamma bi siyami ramadhana fala tata'ammad shay'an min almuftirat illa Jihitamu sana na swaumu ya Ramadhani, usikusudii kitu chochote ambacho kinaharibu swaumu, usitumii kitu chochote ambacho kinachoharibu swaumu kwa kusudi. wa hadhihi lmuftirati, hii na hivi vitu ambavyo vinaharibu swaumu ni hivi vifuatavyo. Sheikh, cha kwanza anakitaja alhijama, kuumikwa, kuondolewa damu chafu kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo tulioitaja hapo hapo kabla, hadithi ya Shaddad ibn Aus. mm -hmm. Shehe anasema hivi walakin idha idh kana ilhijamatu bil alati, ikiwa hijama inatumiwa vyombo vya kisasa aparei, na vipo leo vyombo ambavyo vinatumiwa katika hijama Sio kama zamani walivyokuwa wanatumia hijama, wanamchana mtu kisha, labda wanachukua pembe la ng'ombe, ndipo wanavuta damu. Hili la kwa sasa, vipo vyombo ambavyo vinavyotumiwa, kuna vifaa vya kisasa ambavyo vinatumiwa kufanya hijama. Haya, fa innahu yuftiru al-mahjumu faqat wala yuftiru alhajim. Kwenye hali kama hiyo, ambapo tumetumia vifaa ambaye somo yake inaharibika ni yule anayetolewa damu peke yake. Ama yule ambaye anayefanya kazi ya hijama kwa kutumia vifaa, yeye damu somo yake ya haribiki. Kwa nini? Liannahu lam yubashir bifamihi massa dami, kwa sababu hakuvuta ile damu kwa kutumia mdomo wake. Zamani ilikuwa mtu unamchanja fu naweka mdomo pale pale mahali alipochanja o mtu anaweka mdomo kisha anavuta ile damu chafu. Haya, haya masala ya kutokwa damu, aidha kuharibika swaumu kwa kufanya hijama ni masala ambayo yako na mitazamo tofauti kati ya wana wa ilmu. Kauli ya jumhur, wanazuoni wengi wameona kwamba vile hijama haiharibu swaumu, kuondolewa damu chafu hakuharibu swaumu. Iwe ni mwenye kufanya ile kazi, swaumu yake haiharibiki, iwe ni mwenye kufanyiwa ile kazi, pia swaumu yake haiharibiki. Na wakasema wanazuoni kwamba hii hadithi ambayo tuko nayo ni mansuhu, bi maana imefutwa hii, hii hadithi imefutwa. Ipo hadithi ya Ibn Abbas, Allah amridhie, amepokea imamu lbukhari <coughs> akisema kwamba ihtajama nabiyu sallallahu alayhi wasalama wahuwa saim, kwamba mtume alayhi salatu wassalam amefanya hijama na hali ya kuwa ameswaumu, amefanya hijama na alikuwa ameswaumu. Na wangine baadhi ya wanazuoni akiwemo Shekh lislam ibn Taymiyyah, akiwemo Shekhe ibnul Qayyim al Jawzi, akiwemo Shekh ibn Baz, akiwemo Shekh ibn Uthaymeen, wengine wakaona kwamba vile hijama inaharibu swaumu Hijama inaharibu saumu. Ukienda kutolewa damu chafu, saumu yako inaharibika. Wallahu aalam, pale ambapo nafsi yetu inamili kwayo, inamili katika kauli ya jumhuri kwamba hijama inaharibu saumu, kama kitu tunavyoona, na mtunzi wa kitabu pia amekwenda katika mtazamo wa kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba hijama inaharibu saumu. Huyu ndio mtazamo aliochukua mtunzi wa kitabu Allah Uh, jazahu Allahu khaira. Lakini nafsi yetu ina mili katika upande wa pili wa kuonesha kwamba vile hijama haiharibu swaumu, hijama haiharibu swaumu na ala ndiye mjuzi zaidi. Jambo la pili, mtunzi wa kitabu akasema: sahibu dami alkathir min albadani kadami litabarui bihi, kuchota damu, kwenda kutoa damu nyingi, unaenda kupana damu ikachotwa damu kwenye mwili kama mfano damu ya, ya kujitolea. Kuna mtu labda anahitaji kuongezwa damu, ukaenda wakutoe damu ili wamwongezeye. Fa innahu mulhaqun bilhijamati fayuftiru bihi, hii damu nayo pia inapewa hukumu ya hijama bi maana, na ile damu ambayo mtu anakwenda hospitalini wanakuchota damu kwa ajili ya kumwongeza mtu mwingine, hii pia inaharibu swaumu. Hivi ndivyo anavyosema mtunzi wa kitabu na Sheikh al-Islam, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Saleh al-Fawzan, wao pia wameona hivyo kwamba damu hiyo inachukua na nafasi ya hijama, inapelekea kuharibu kwa swaumu lakini kama ulivyosema mtazamuungaliki, pale pale kwamba kauli yenye nguvu ni kwamba na hiyo damu ya kwenda kuchotwa kutolewa damu kwa ajili ya kumwongezea mtu mwingine, huyu mwenye kutolewa damu hayaribu saumu yake, hayaribu saumu yake. Anasema walakin idha kana li daruratin fa innahu la ba'sa bihi min ajli ad-darura ikiwa mtu ataenda kutoa damu kwa ajili ya dharura, imehitajika damu, kuna mtu anahitaji msaada, hakuna tatizo lolote, kwa ajili ya dharura, hakuna tatizo lolote. wayuftiru man suhiba minhu damu alkathiru wa yaqdi baada dhalik, na yule ambaye atakayetolewa hii damu, saumu yake itakuwa imeharibika na atalipa kwa siku nyingine. Mafuhumu, ikiwa ni damu chache hayaribu swaumu, ikiwa ni damu chache hayaribu swaumu. Hivi ndivyo alivyo sema alivyoona mtunzi wa kitabu, Alla amjaza khair, na Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Saleh Al-Fawzan na wengine katika wanazuoni lakini ala anayotudhihirikia wallahu a'alam, ni kwamba kauli ni mfano wa ile ile kauli ya hijama kwamba haiharibu swaumu kama jinsi hijama haiharibu swaumu. Jambo lingine, al aklu wa shurbi, kula na kunywa, vinaharibu swaumu. Ongeza na lingine, hivi vitu vitatu aljimaa, tendo la ndoa, vinaharibu swaumu kwa dalili ya aya hadithi na makubaliano ya wanazuoni wote kwa ujumla, vinaribu saumu. Wa kullu ma kana mulhaqan bilakli wa shurbi, na kila kitu ambacho kinachukua nafasi ya kula au kunywa, sio chakula lakini kinachukua nafasi ya chakula au nafasi ya kinywaji, kalmahalili kalmahali lmughvia, kama vile mfano wa zile sindano za kulishiza almughdhia lilbadani za kulishiza mwili. Kuna mtu yokula hali lakini, anakula kupitia sindano anakula kupitia sindano, anapewa dawa ambazo zinakuwa kwake kama chakula. Anasema Sheikh uh, wakadhalika haqnu dami fil badani, kama vile sindano ya kupeleka chakula, sindano ya kupeleka damu kwenye mwili, yani damu ndani ya mwili, kuingiza damu ndani ya mwili, yani bimaana mtu anaongezwa damu. Fa innahu yughadhi albadana, hii inakuwa inalishiza mwili. Fa kulluha muftirat, hivyo vyote vinaingia katika hukumu ya kufungua, kuharibu saumu ya mtu jambo la kufata uh, taamudu inzali almani bimubasharatin au taqbil, mtu kukusudia kujitoa maji ya uzazi, sawa ni kwa kucheza na mke wake, kwa kumshika mke wake au kumbusu, na tumekushazungumza katika darsa zilizotangulia uh, kutokana na hadithi ya Abu Huraira kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Yakulu Allahu azza wa jalla as-saumu lii wa ana ajzii bihi, saumu ni yangu nami ndi mwenye kuilipa. Isaumu yada'u shahwatahu, mwanadamu anaacha mambo yake ya matamanivu mambo yake ya shahwa, wa aklahu, na chakula chake washarbahu na kinywaji chake, min ajili kwa ajili yangu mimi. Hadithi amepokea Bukhari. Wa kadhalika aljimaa, fa innahu yuftiru bihi, hivyo hivyo na jima, tendo la ndoa, mtu anakuwa mifturu, anakuwa mifungua kupitia hicho kitu. Kwa hiyo mahalu shahid, yadau shahwatahu, mtu anaacha matamanivu yake kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine khuruju damil hayd wal nifas, kutokwa na damu ya hedhi na damu ya uzazi minal marati, kwa mwanamke fa innaha tuftiru bihi, mwanamke huyu anakuwa miharibu swaumu, swaumu yake nakuwa imefunguka kupitia hivyo vitu, damu ya hedhi au damu ya nifas. Wala yasihhu swaumuha ma damil hayd wal nifas, na wala haiswi mwanamke kuswaumu na ali akuwa iko kwenye damu ya hedhi na au iko kwenye damu ya nifasi, hata tatuhura, mpaka pale atakapotoharika ndipo anaruhusiwa kuswaumu. Sasa kutoharika kutoka katika hedhi au kutoka katika nifasi, kutokana na hadithi ya abisaidi alamridhi, kasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alaysa idha hadat lam tusalli walam tasum, hivi mwanamke anapokuwa katika hedhi si hasali na haswaumu? Fadhalika nuqsanu diniha, hayo ndio mapungufu ya dini yake, hayo ndio mapungufu ya dini yake. Kisio kwamba tena dhambi, hana dhambi. La, hana dhambi. Hadithi mipokea Bukhari. Wa hadha almuftir Laisa lilmar'ati fihi khiyar. Na hiki kitu ambacho tunakizungumzia kwamba kinaharibu swaumu, mwanamke hana chochote khiyar, si eti ndo anakileta kwa kutaka. La. Li'annahu min jibillati almar'ati bi khilafi almuftirati alukhra kwa sababu hiki ni katika maumbile ya mwanamke tofauti na vitu vingine ambavyo vinaharibu swaumu. Hii damu ya hedhi, damu ya nifasi, sio mwanamke ndo anayejipangia. La. Hii ni maumbile ambayo Allah ndiye amepanga wakati wake wa kuja. Fa innahu yajibu ala almuslimi an yatajannabaha fi swaumihi, basi afaa mwislamu ajiweke mbali na hicho tunachokizungumzia, hivyo hivyo vyenye kuharibu swaumu wakati atakapokuwa ndani ya swaumu. Na wala ndugu yangu mwislamu, usidanganyiki usipumbaziki, na baadhi ya watu ambao wanazipinga hadithi za Mtume pasina kuwa na ilmu ya hadithi, kutokuwa na ilmu ya kujua hadithi ni wakati gani na kuwa sahihi wakati gani na kuwa dhaifu. Wao wanakwenda kiakili akili tu, maadamu akili yake haijakubaliana na hiyo hadithi, anakwambia ni dhaifu. Leo anakuja mtu anakwambia, mwanamke akiwa kwenye hedhi analazimika kufunga mwanamke akiwa kwenye hedhi analazimika kufunga. Hii ni kauli ambayo ina ujinga ndani yake. Ina ujinga ndani yake na ni moja katika aina fulani ya kuonyesha jinsi gani watu kama hawa wanapinga hadithi za mtume wakijiita kwamba wao ni Qur'aniyyuna, kwamba wao ni watu ambao wanakwenda na Qur'ani tu. Vilivyothibitika ndani ya Qur'ani ndivyo wanavyovichukua. Na hawa si Qur'aniyyuna. Kwa sababu Qur'ani inahimiza watu kufuata hadithi za mtume pia bali hawa watu wana nauu fulani ya ilhadi hawa. Oh, ni watu ambao wanajifanyaga ni watu wa maakili akili sana, wa alaklanii, yaani wanakwenda sawa na vitu ambavyo akili yao nakubaliana navyo wanakutana wanapinga hadithi wanapinga sunna nyingi, kwa ajili ya akili zao finyu. Allah atuweke mbali na shari zao. Kwa hiyo jambo lingine, yajibu alika ayuha saimu an tatajannaba kulla ma yuaddi ila alfitri min alasbab almuadiyati

Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Laqit kwenye hadithi tuliyosoma katika darasa lilotangulia, wa baligh fil istinshaq fil istinshaq illa an takuna sa'ima, pandisha maji kwenye mapua wakati wa kutawadha isipokuwa utakapokuwa ndani ya saumu, ili kulinda usiharibu saumu yako. Jambo lingine, yajibu alayka an tuhafiz ala saumika min al-umuri allati tudhhibu bi thawabihi au tadhhabu bi thawabi, basi ni wajibu kwako wewe mwanadamu kuhifadhi swaumu yako kuilinda swaumu yako kutokana na vitu ambavyo vitaweza kuipeleka thawabu zako. Kalkadhib, kama vile uongo. Kusema uongo inaweza kusababisha ukapoteza thawabu, kwa sababu unapata dhambi. Kusema uongo ni haramu. Walghiba na utesi, kuteta pia ni haramu, inapelekea kupata dhambi na ndio na ndio maana Imamu Al-Auza'i akasema kwamba utesi utesi unaharibu swaumu yani, Imamu Al-Auza'i anasema kwamba mtu miswaumu, alafu kamteta mwenzako swaumu yako inaharibika, hiyo siku utailipa tena siku nyingine, baada ya Ramadhani utalazimika kulipa. wa namima na uchonganishi wa ghairiha na vinginevyo katika madhambi wa ghairi hamina dhunub na vinginevyo katika madhambi. Imam Ibn Hazm hazmi rahma, rahimahullah, yeye akaona kwamba vile madhambi au maaswi ya aina yoyote yanaaribu swaumu. Mtu kama miswaumu, kisha ukafanya maaswiu, mtu miswaumu mwezi mzima, kumbe mbele ya Allah uko na zero. hakuna chinyo chineumifanyaga. Tuwe makini sana. Wakadhalika Tajanab. Hata ala waladika au watajannab siyaha, na ujiweke mbali na kukaa mtu mwenye kupiga piga fujo hovyo, pasina kuwepo faida yoyote, wal khisama, na ugomvi Ntaman, Allah, uwe makini, tanabahi kwenye saumu yako, kutanabahika kuliko kuwa kwa hali ya juu, zidisha juhudi, utoke hapa upige hatua, la'alla kumtattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Jambo lingine min almuftirati taamudu alqai, katika vitu vingine ambavyo vinaharibu saumu ni mtu kukusudia kutapika, maana mtu kujitapikisha, kwa hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume alayhi salatu wasalamu kasema, man istaqa'a 'amidan fa 'alayhi alqada', yule ambaye atakayejitapikisha kwa kusudi analazimika kulipa hiyo siku. Wa man dhara'ahu alqai'u fala qada'a 'alayhi, na yule ambaye amezidiwa na matapishi akatapika bila sababu yoyote akatapika bila kukusudia, basi mtu huyo hakuna kulipa. Hadithi amepokea Imam Darqutni, mtunzo wa kitabu anasema, fa in kharaja alqay'u bila ta'ammudin fala yuftir bihi, ikiwa matapisha yatatoka bila makusudio, bila sababu yote yenye mtu amefanya, hakuna kulipa, hakuharibu saumu. wa amma alamid fayalzamuhu alqada'u ama ambaye mitoa matapishi kwa kukusudia, kajitapikisha, huyu ni lazima kwake kulipa. Wa kulu lmuftirat inama yuftiru biha man kana aliman biha dhakiran mukhtaran la nasiya au jahilan au mukraha. Hivi ni vitu muhimu ambavyo alivyovizungumzia Kukuba, mtu kuwa ameharibu saumu yake vitu vyote ambavyo vinavyoharibu saumu, lazima ambaye alitokewa na kitu kimoja kati ya hivyo vitu kwanza awe, na, awe na ujuzi. Alimwambia, awe anajua kwamba hiki kitu kinaharibu saumu awe anajua kwamba hiki kitu kinaharibu saumu. Dhakira, pia awe ni mwenye kukumbuka, asiwe amekula kwa kusahau. Mfano, mimi nimesahau kwamba nimeswaumu, nikaanywa, nilipomaliza kunywa bi maana isinu kwa kusahau au jahila au kwa ujinga au mukraha au mukra, au kwa kulazimishwa umibanwa na watu ambao si Waislamu, wakakuwekea silaha kama auli, tunakuua kadha wa kadha, ukalazimika kula, lakini usili nafsi yako imefurahia kwa kula la, unakula kwa sababu milazimishwa. Kwenye masala kutapika, kuna mitazamo miwili kati ya wanazuoni. Mtazamo wa jumhur, wanazuoni wengi wanaona kwamba vile mtu kujitapikisha, swaumu inaharibika, wakastadili na hii hadithi na wengine wanazuoni wakaona kwamba vile swaumu haiharibiki, na wakaona kwamba hii hadithi manistaqaa amidan fa alayhi alqada, ni kwamba ni hadithi iko na udhaifu ndani yake, yani ni maalul muau muallun, ina ugonjwa fulani ndani yake hii hadithi. Na hii kauli ya pili ndio kauli ambayo inatudhihirikia kwamba kutapika hakuharibu saumu ya mtu ila kwa sharti ni kujichunga, wakati utakapokuwa umetapika yale matapishi ya sirejei tena kooni yakateremka. Kama utatapika vikatoka pasina kurejea, saumu yako bado ipo. Haya ndio ambayo yanatudhihirikia, ndio penye nafsi yetu ina mili, na ndio msimamo wa imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Baadhi ya vitu ambavyo vina mimbabil faida vitu ambavyo vingine vinavyoharibu swaumu: shurbu dukhan, kuvuta sigara, kutumia sigara inaharibu swaumu. E, kutumia sindano ya chakula tumekwisha izungumza hapo kabla, inaharibu swaumu. So, lakini ikiwa sindano sio ya chakula la basi, hakuna tatizo lolote. Ama miongoni mwa vitu ambavyo haviharibu swaumu albukhakh, albukhakh, albukhakh maana yake ni moja katika aina za dawa ambazo zinatumiwa na watu wako na ugonjwa wa asma, e, ugonjwa wa pumzi kubana, kisha mtu anatumia hiyo dawa, ni kapompe fulani hivyo, anaweka kwenye kinywa afua na kafinya, ili kutaka kufungua sehemu za sehemu ambazo pumzi mikuwa imiziba. Hii aiharibu swaumu, hii dawa haribu swaumu. Kadhalika kutumia dawa ya mswaki wakati wa kuswaki aharibu ya swaumu, ni kujichunga tu isipenye na kuteremka kooni. Naam, kadhalika mtu anaweza kuwekwa na pika chakula akahitaji asikilize kwamba chumvi imo, akawa mionvi kuhisi, ili apate kuhisi kwamba chumvi ipo vizuri kisha akatema, labas. Au mtoto anaye mtoto mdogo anahitajia kula, mzazi anamtafunia chakula kisha anamlishiza mtoto wake, labas, hamna tatizo lolote, ila usimezi tu. Mzazi, jichunge kutokumeza hivyo vitu. Haya, ndio ambayo tumizunguka nayo katika siku hii ya leo, japo ni machache ambayo tuliyokusanya, kus ala tuafikishe katika darsa lingine litakalofuatia.